Hmm. Nikodemus alijua kwanza Yesu ni mwalimu yes. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza Nikodemus alijua Yesu ni mwalimu. Ninaomba yes. Yes. usiku wa leo yes. kabla tuondoke mahali hapa yes. kabla uendee mutu yoyote jaribu kuchunguza ujue ni mtu ni nani? Jaribu kuangalia kawaida yes. ni lazima huyu mtu anatumika na Mungu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi wewe nimekuja kuambia jioni ya leo. Yes. Wewe kitu cha kwanza. Wakati unasema ya kwamba hmm. nataka kuokoka. Yes. Ama ninamjua Mungu. Yes. Je, unamjua Mungu? Yes. Sababu nimekuja kuhubiri jioni ya leo. Yes. Kukuambia ya kwamba yes. kabla Nikodema siku maneno ya Yesu. Oh. Aditua kwanza Yesu ni nani? Oh, oh. Na atajua ni mwalimu. Yes.

kazini ukienda kutafuta kazi ni lazima uingie mahali ambapo anaenda kutafuta kazi na njia ya heshima. Bwana Yesu asifiwe! Mm -hmm. Amen. Na hata ukitaka vya Mungu ni lazima uende na heshima. Yes. inategemea ni maneno gani yes. Yes. si ni maneno gani ambayo atamuongelesha Mungu ili yes. Yes. Yes. ili Mungu akubali kuingia ndani ya maisha yako inategemea. Yes. ni maneno gani ambayo wewe utatamka ili Mungu aingie ndani ya maisha yako.

Jioni ya leo nimekuja kunongonezea kitu. Yes. ambacho labda uko maisha yako hakikukuwa ndani ya akili yako. Yes. kwa hivyo kwa ajili ya masaa imeenda sana. Yes. nikakitu kidogo ambacho nimekupatia hali. Yes. popote unapotoka kesho asubuhi, Yes. unapoenda kazini, Yes. ama katika hali ya mapumziko hata, Yes. katika ndoa yako. Yes. Mama, ukitaka ndoa yako isimame, Yes. lazima ukue na maneno mazuri, Yes. ambayo unaongelesha mzee. Yes. Uwe na maneno mazuri ambayo unaweza ongea mbele ya mke wako. Mungu wetu Yesu atunenea ah. Yes. Yes. Ni kuja kukuambia jioni ya leo, najua unampenda yes. Mungu najua unamta yes. Mungu lakini yes. wewe ambaye mchi Mungu ambaye yes. hujaokoka yes. sasa jioni ya leo yes. anza kunena maneno mazuri yes. ele ya Mungu ili Mungu akujilie upate wokovu na Mungu aweze kukutendea

mara unapo yes. mkubali Yesu, yes. Yesu. Yes. na Yesu anatenda kitu ndani yako wakati yes. mwingine huwa tunaona yes. tunakula kiapo tukisema nini wakati yes. tu mtumishi wa Bwana anakuambia yes. sema Bwana Yesu, unasema Bwana Yesu inasonga mbele zako yes. inawacha zarakazi na vituko yes. inawacha vitu nilivyofanya naupya na uko tayari kushare na Yesu. Jioni hey. yes. yes. ya leo nimeleta neno kwa ufupi, lakini kuna kanone kidogo tu ambacho nimekupa. Usisahau kwamba yes. umeena mambo mazuri yes. ili maisha yako yabadilike yes. yes. Hata kama umekuwa na kakiburi, jaribu kujikontrol tu hata pale kazini. Labda boss amekupa overtime na acha kuambia atakulipa pesa ngapi. Unamwambia